kutoka kwenye chumba namba moja cha Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Tundu Lissu inaendelea tena leo, Alhamisi Oktoba 23, mwaka 2025, chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru. Mapema kabisa, Mahakama imeanza kutoa uamuzi mdogo kufuatia pingamizi lililokuwa limewekwa na mshtakiwa Tundu Lissu ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo, ambapo pingamizi hilo limelenga kupinga kuwasilishwa mahakamani kama kielelezo taarifa ya uchunguzi ya picha jongefu, kutoka kwa shahidi watatu wa jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi Samuel Elibariki Kaya. Katika kujenga hoja ya pingamizi hilo, sambamba na kufanya marejeo ya hoja mbalimbali za kisheria na kesi mbalimbali, Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyo ana uwezo wa kutoa certificate na sio report, na kwamba shahidi alipaswa kuandaa picha mnato alizopelekewa kufanyiwa uchunguzi na kuzikuza baada ya kuteuliwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP au mwanasheria mkuu wa serikali kwa mujibu wa tangazo la serikali. Wakili wa serikali mkuu Jobu Mrema alipinga vikali hoja hiyo, akieleza mahakama kuwa mahakama hiyo haibanwi na maamuzi yake iliyotoa mapema jana Oktoba 22 mwaka 2025 ya kukataa kupokelewa mahakamani hapo kwa memory card na flash diski kama kielelezo kutoka kwa shahidi huyo. Mrema alienda mbali zaidi na kueleza mahakama kuwa mshtakiwa ameingilia content ya hizo ripoti kwa kuzisoma, jambo ambalo ni kinyume na maelekezo ya Mahakama Kuu yanayoelekeza kwamba nyaraka yoyote haitakiwi kusomwa kabla haijawasilishwa au kupokelewa mahakamani, hivyo kuiomba mahakama kutupilia mbali pingamizi hilo. Akijibu hoja za kutetea pingamizi lake alilokuwa ameliweka hapo jana, Lissu alisisitiza kuwa mahakama hiyo imekataa kupokea memory card na flash disk kama kielelezo, hivyo kwenye mazingira ya kisheria, taarifa hiyo ya uchunguzi haiwezi kusimama yenyewe. Akitoa uamuzi huo, Jaji Ndunguru amesema mahakama imekubaliana na hoja za mshtakiwa, hivyo kielelezo hicho kimekataliwa.